Sisi baada ya mitihani yote hii tulikuja, tulipita sehemu mbalimbali, tukawaambia ndugu zetu, sisi tumechagua kutafuta suluhisho yaliyopita kwa njia ya amani, kwa njia ya hekima. Najua wengi mnakaa na mnasubiri, jamani, mbona kimya? Eh, mbona hatusikii kitu? Kuna wengine wakitaka kuchokoza wanatunga yao eh, ili mpate tu mseme eh, lakini ndio ndie, unaambia ukikabidhiwa, upishi uwezi kwamba kila ukishakupika ukishakutia chumvi, unakuja unamwambia, bana tayari nishatia chumvi, au sivyo? Sasa hivi wengine ushakwenda kutia bizari, urudi ndio ukaseme kwanza, jamani jama, nshatia bizari huko jikoni? Eh, si unasubiri upishi angalau ufike pahala kwamba jama, saizi tushapambia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 kwa sababu natafuta la kheri, naamini Mwenyezi Mungu nalo atatufungua, tutafika pahala, tutapata la kheri vilevile. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu katika hilo, atuwafikishe ili tupate jambo, nchi yetu bakie amani, lakini na haki pia iweze kutawala, ili kila mtu moyo wake uweze kunyooka. Lakini kazi yao, niwaambie, tunaendelea nayo, hata leo kulikuwa na kazi inayoendelea eh, kwa baadhi ya wenzetu kuhusiana na na jambo hili inshallah, ikifika pahala tukipambia, tutarudi tutakuja kuambia. Assalamu as alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Asanteni sana.